Asante kwa kuchagua Special for You TV kuwa wa kwanza kusubscribe kushare kulike na kucomment. Watu wamezoea kusikia story kutoka kwa ku watu wengine. Watu tumeweza kusikia story mbalimbali kuhusiana na baadhi ya wazazi uh, kuweza kugombana na, lakini maisha yakaendelea, na wengine wanasema tusigombane mbele ya watoto, kwa sababu hatutaki watoto waweze Uh, kuona ama kurithi eh, kwa yale ambayo sisi tunayafanya. Tunataka watoto wajue kwamba tuna amani, hata kama tutagombana basi twende tukagombania chumbani, tukirudi tukuwe na amani. Sasa kubwa zaidi ambalo limeshangaza ulimwengu mzima ni mwanamama ambaye amezaa watoto watatu kwa uchungu mkubwa sana, eh, kwa kupiga nduru na sometimes kuvumilia matusi hata ya manasi, lakini also pia yeye kutoa maneno ya hasira wakati akizaa. Mm, watoto wake watatu aliowapenda, na ameamua kuwamaliza yeye mwenyewe. Kama alivyowaleta katika ulimwengu huu, basi ameamua kuwarudisha kule kusikojulikana, kwa sababu nobody knows ukikufa unaenda wapi? Wote tunaamini kwamba unaenda sayuni ama unaenda paradise, unaenda motoni, lakini unajua ni wapi? umeshawahi kufika huko? So kutana na msichana huyo katika uh, county ya Machakos pale Mlolongo, ambaye yeye ameamua kuua watoto wake watatu kwa kuwapa sumu, kuwawekea sumu kwenye uji ama kwenye chakula, sijui ni chakula gani, lakini inasemekana ni uji. Aliwawekea sumu na wale watoto wakakunywa. Baada ya kukunywa, basi wakaiona Sayuni. Ndo hii hapa kisa cha yeye kuwamaliza watoto hao, inasemekana ni vita ama vurugu alizokuwa nazo yeye na baba ya watoto hao sasa yeye kitu alichosubiri, inasemekana alisubiri bwanake amekwenda kazi, ameenda kutafuta pesa ili waweze kuja kula kwa pamoja kile ambacho amekipata huko, lakini akasema, wewe ukirudi, sio kula, ni kilio. Sasa kile ambacho kimetokea ni kwamba, uh, kwa kawaida ama kazi ya huyu mwanadada ambacho anakifanya yeye by professional ni nasi ama ni dokta sijui, lakini anakaa ni mtu ambaye anajielewa. So hata kile kitendo alichokifanya ama hizo dawa alizozipata sijui alizipata wapi, lakini ukweli mimi nachoamini, inawezekana hata amezichukua pale kwenye zile ya duka za dawa ambazo anafanyia kazi yeye, ama kama ni hospitali ameweza kuchukua hapo na kuwamaliza watoto hao watatu. You can imagine, siku hizi wanakuambia bora ukutane na mnyama kuliko kukutana na binadamu mwenzako mwenye asira, ni tatizo kubwa sana. Unajua, unaweza kutana na simba ukatisha ukaanguka, simba hata akakimbia, ama ukiwa umelala, simba akaja hapo akakunusa nusa, akakona ah, huyu aishakufa, huyu siwezi kula, kitu kimekoza ama kimekufa, na akaishia. Ila binadamu lazima atakuchoma hata na kipini ili ahakikishe kama kweli wewe umekufa ama hujafa. Sasa hebu imagine ameua watoto I don't know, ni shetani ukweli. Maana yeye anasema ni shetani, baada ya kuwamaliza anasema, anaomba asamehwe, ni shetani, lakini bila kusahau ama bila kukumbuka kwamba after hayo yote jela inamuita, after hayo yote ni kufungwa. Hebu upiga hesabu sasa, e, imagine sasa, umeenda alafu hakimu ama jaji aweze kukuhukumu kulingana na kesi za watoto, aseme mtoto huyu utakwenda miaka kumi na tano, huyu kumi na tano, huyu kumi na tano, 45 years, si mchezo mtu wangu. So anyway, mimi siwezi kuzungumza mengi, I'm not, uh, somebody who can judge people, lakini ukweli ni kwamba hicho ndicho kilichotokea. Mzazi kaua watoto wake aliyowazaa mwenyewe. Sasa you can imagine that, wewe katika maisha yako, katika kijiji chako, katika tauni yako, katika siti yako yoyote, manispo ama popote, umewahi kushuhudia kitu kama hicho hapo? Sasa hiki kime happen Mlolongo. Drop your comment kwa kila ambacho umekisikiza. Mi naweza kusema tu inna lilaha wa inna lilaha rajun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake liimidiwe. Watoto hao Wakaione kweli Sayuni kwa amani, hausio na vita. Vibaki kwa wazazi wao huko huko wakiendelea kupambana, ingawa mzaayee tunamtakia amani. Sasa uso sipo baba yao alikuwa mbali kidogo, ndiye alinipigia simu kama mimi kuniambia ya kwamba watoto wamekufa. Hujaribu kumuuliza kindani ni nini, hata yeye hakuwa anajua sababu yenye ilifanya ya pipi yake kuua watoto First person wenye tulipigwa immediate tukapibia kwa scene. So far ni chumba ya kutatanisha uh, pictures wenye uh, hata wengine unashindwa kurara